Mungu ni mwema. Yale ambayo yalitendeka katika huu mji wa Magena, tungekuwa na mambo mabaya, lakini Mungu alitusaidia. Kwa waje tuko na hasara. Wenzetu walipatwa na changa la moto. Vitu ikaungua vingi. Tuko na hasara. Kwa hivyo tungeomba serikali ya kaunti iweze kutupatia gari ambalo linazima moto, katika safu kaunti yetu ya Kenyenya. Ili wakati kama hili Changa linapotokea tuwe na gari ile ambayo linakuwa karibu nazi liweze kusaidia. Wakati gari letu lilikucha, lipata kama vitu vimeungua vimeisha, ngawaji tunasema ni asante, kwa sababu lilifika. Eh, hivi ndio tumepata ripoti ya kuhusu moto, tulikimbia, tukapata wananchi wameingia, wameendelea kusima. Walijaribu sana wakasima. Na hii Magena yetu tunasema watu wetu wafanye biashara. Makelele ya usiku ndio italetea sisi sita watu hawasikii chenye kinaendelea. Nashukuru gari moja ya yetu Magena, hapa ndio iliyoamsha watu, ilikuwa inapiga mahoni, ilikuwa na weka asadi, lakini makelele ilikuwa kutoka kwa biashara yetu ya mapaa, ilikuwa musiki, ilikuwa juu zaidi. Hiyo musiki watu wetu ikafanya hawakusikia. Kusikia nduru, watu wanasikia ni musiki. Tunasema kama ingewezekanavyo, hiyo watu yetu ya biashara wa reduce si musiki masaa ile na taikana ndio tutapata